Tuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuiona siku ya leo tukiwa wazima wa afya njema. Tunapenda kushukuru tunapenda kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi. Pia tunapenda kuwashukuru viongozi na wananchi wote kwa mwitikio kwa wito huu kwa kukubali kushiriki nasi katika kuadhimisha siku hii muhimu ya UKIMWI ambayo katika wilaya yetu ya Mafia tunaadhimisha katika kata ya Kilindoni na uh, kijiji cha Kilindoni, kiwanja cha Mkunguni. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu ya mwaka huu elfu mbili ishirini na tano ishirini na tano inasema shinda vikwazo, imarisha mwitikio, tokomeza ukimwi. Kauli mbiu hii inasisitiza jamii na waviu kwa ujumla kushinda vikwazo vya unyanyapaa kuimarisha mwitikio wa jamii katika kutu, kutumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi na mwisho kutokomeza kabisa janga la ukimwi kufikia sifuri tatu katika kuelekea mwaka elfu mbili na thelathini. Ndugu mgeni rasmi, ili kupambana na kuendana na malengo ya muda mfupi ya mkakati wa kutokomeza maambukizi ya VVU ya kuhakikisha kuwa asilimia tisini na tano ya idadi ya watu wanajua hali zao za kiafya. Vile vile asilimia tisini na tano ya walioambukizwa VVU wao wameanza dawa za kufubaza virusi vya ukimwi na asilimia tisini na tano ya watu wanaotumia dawa virusi vya vimefubazwa ifikapo elfu mbili na ishirini na tano ambayo ndio mwaka huu. Ndugu mgeni rasmi Tunayo furaha kukufahamisha wewe pamoja na wananchi wa Mafia kuwa Tanzania kwa ujumla imefikia lengo lililotajwa hapo juu la kupima watu asilimia tisini na tano na kupita, kwani tuko asilimia tisini na nane kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa mantiki hiyo, ili tuendelee kupata mafanikio makubwa ya kupambana na maambukizi mapya wanajamii wa Mafia kuendelea kujitokeza kupima VVU ili kufahamu hali zetu za kiafya na kuchukua hatua sahihi za kuanza dawa za kufubaza virusi vya UKIMWI mara mara moja pinde tugundu wako kwamba tuna maambukizi. Ndugu mgeni rasmi, mwingiliano mkubwa wa wageni kutoka nje ya kisiwa cha Mafia ni tatizo jingine linaloleta hatari ya maambukizi kuongezeka. Wageni, wageni hawa ni pamoja na wafanyakazi katika ujenzi wa barabara, ujenzi wa majengo mbalimbali, wafanyakazi katika baa na wafanyabiashara wanaokuja kufanya biashara mbalimbali za uvuvi. Ndugu mgeni rasmi, hali ya maambukizi ya VVU ukimwi kwa kipindi cha januari hadi novemba elfu mbili na ishirini na tano ni asilimia sifuri nukta saba jumla ya watu elfu kumi na nne mia mbili na hamsini na nne walipata elimu ya unasii na upimaji wa vvu wakiwa wanaume ni elfu tano mia moja thelathini na saba na wanawake ni elfu uh, tisa mia moja kumi na saba ambapo watu tisini na nne sawa na asilimia sifuri nukta saba waligundulika kuwa na maambukizi ya VVU, wanaume wakiwa thelathini na wanawake wakiwa sitini na nne na wote hao wameunganishwa na huduma za tiba, matunzo na uangalizi. Vilevile hali ya unyanyapaa imeshuka kutoka asilimia kumi na nne hadi asilimia tano mwaka Kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na tatu hadi ishirini na nne. Sambamba na hilo, vifo vya wavyu vimepungua kutoka watu elfu ishirini na nane hadi kufika watu elfu ishirini na nne kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na saba hadi mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Mgeni rasmi, tunayo furaha kukuambia kuwa serikali yetu pendwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeleta kipimo kipya cha kujipima cha kupima maambukizi ya virusi vya UKIMWI kinachojulikana kama Jipime. Kipimo hiki ni bure, hakiuzwi, ambapo kinamrahisishia mtu kujipima mwenyewe baada ya kupata maelekezo kutoka kwa wataalamu wa afya. Lengo kuu la kipimo hiki ni, kufa, ni kufanikisha kufikia lengo la kila Mtanzania kujipima na kujua hali yake ya afya kisha kuchukua hatua kwa matokeo atakayoyapata. Ndugu mgeni rasmi, hali ya maambukizi katika wilaya yetu ya Mafia imefikia asilimia moja nukta saba kwa kipindi cha kuanzia Januari hadi Novemba elfu mbili na ishirini na tano kutoka asilimia moja nukta tisa yani kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili yaani haya e, ni ili ni wilaya yetu katika mkoa wa wa pwani si tuko maambukizi ya asilimia moja nukta saba na yameshuka kama tulivyosikia kutoka asilimia moja nukta tisa ambapo maambukizi kimkoa nayo yameshuka kutoka asilimia tano nukta tano hadi asilimia nne nukta nane. Ndugu mgine rasmi, katika kutoa elimu ya wananchi kuhusu mapambano dhidi ya maambukizi ya viviu kimwi jumla ya watu elfu thelathini na mbili mia moja na nne walifikiwa, wanaume elfu kumi na mbili mia na sabini na sita na wanawake elfu ishirini na elfu ishirini na ishiri na nane ambapo jumla ya kondomu elfu thelathini na mbili mia tano ishirini na tisa zimesambazwa kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Novemba elfu mbili na ishirini na nne hadi Novemba elfu mbili na ishirini na tano. Ndugu mgeni rasmi, katika, ku, ku, katika kustawisha maisha ya watu waishio na viviu, halmashauri inaendelea kuwahamasisha wavyu kujiunga katika vikundi vya wanawake vijana na wenye ulemavu kwa ajili ya kuomba mikopo ya asilimia kumi inayotolewa na halmashauri ili kujikwamua kiuchumi. Ndugu mgeni rasmi, watu waishio na VVU wana baraza lao la, linaloitwa Ponga. Hiki ni chombo kinachowaunganisha ambapo kinata, wanatakiwa kukutana angalau mara moja kwa mwaka, lakini kutokana na ufinyu wa